Kama ndo unaanza biashara afu hauna confidence ya kuitangaza biashara yako, hizi step unazokufundisha zitakusaidia kujenga confidence ya kuanza kuitangaza biashara yako. Step number one, nisha isemaga before, nairudia tena, chukua simu yako, alafu acha kuanza kuzungumza bidhaa yako. Sababu kwenye kuzungumza bidhaa kuna step mbili unabidi uijue bidhaa, alafu uje na kuizungumzia. So anza kwa kusema kitu chochote, chukua simu yako, selfie yako kama hivi, alafu sema tu hivi: leo ninashukuru siku yangu imekuwa nzuri, nimefanya moja mbili tatu, i'm grateful Alafu iache kwenye simu yako, rekodi hivyo kwa muda wa siku 30. Alafu siku moja angalia video ya 30 na video ya kwanza, utaona confidence imekuwa. Hiyo ni stage number number 1. Stage number 2, anza kuelewa vitu gani ni nje ya bidhaa yako, yani usijue kuhusu nguo jua vitu gani kuhusu nguo, eh, rangi na affect vipi mtu eh, confidence inajengwa vipi, kutunza ile nguo kuna kuwaje, kuifua kui, kui kuna taratibu gani jua vitu ambavyo ni zaidi ya nguo, ili mteja akikusikiza nasikia una kitu cha msingi cha tofauti. Hiyo ni kitu cha pili. Alafu kitu cha tatu, anza kwa kurekodi video fupi fupi, sekunde 15 sekunde 20 eh, sekunde 30 yani Kariri kwanza, ndo ingia online. Kariri, kariri, kariri, kisha kariri, ingia tu mambo. So ukitaka kufua nguo yako, angalia lebo. kama lebo ina alama hii, usiingize kwenye maji. Kama lebo ina alama hii, usieke kwenye mashine. Kama lebo ina alama hii, usiipasi. Kama lebo ina alama hii, usieke maji ya moto. Asante enda yani. Zungumza vitu vifupi fupi kwanza ili ujenga confidence. Alafu kuwa na consistency. Kila siku, kila siku, kila siku. Kisha nenda hivyo kwa muda wa siku 30 zingine. Kwa hiyo zile 30 za mwanzo na 30 zinazofuata siku ngapi hizo? 60. 30 zinazofuata sasa anza kujibu comment kwenye mtindo wa comment au content. Yaani ukikuta comment usijibu pale pale, ichukua ifanyie content, ijibu. Kwa hiyo ndani ya miezi mitatu umeweza ku transform confidence yako, lakini pia umetransform biashara yako. Kwa ujumla ya mtandao wa kijamii. Mimi naitwa Duka Huru, bado tunaendelea kwenye bootcamp session hapa, lakini kumbuka mwezi huu pia tuko Zanzibar, tuna event pale Zanzibar, event tumeshirikiana na Nasri uh, Sheria na Sharia, na Sharia Consultant. Tutakuwa pale Zanzibar kuanzia tarehe 27 tena Spice City 28. Tutafanya event yetu yes, tutakutana, tutalink, tuna nini na kadhalika. So don't miss.